Upatikanaji wa maji safi na salama katika maeneo tofauti tofauti hapa nchini. Na hata wiki hii ndani ya juma hili tumemwona Waziri wa Maji Juma Aweso akiwepo hapa Dar es Salaam katika maeneo mbalimbali na akiangalia uh, ni kwa namna gani wananchi wanaweza kusaidiwa kupata maji angalau kwa urahisi. Pengine ni kutokana na hali za hewa au uh, sababu nyingine mbalimbali. Sasa mbali tuna tukaangalie kule Masasi ambapo pamoja na uwepo wa miundombinu mizuri pamoja na mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira pale Masasi eh, na Nachingwea wakiita MWANAWASA eh, kufanya juhudi kubwa na eh, kuhakikisha kwamba wananchi wanapata maji, lakini bado wananchi wa maeneo hayo wanapitia adha ya upatikanaji Eh, ya maji. Sasa tatizo hilo kwa, kwa, kwa upande wao limeendelea kuwa sugu na hivyo kuna walazimu sasa kutumia maji ya vif, visima vya asili ambayo maji hayo yanakuwa si salama. Tupate kuwasikiliza wananchi alafu tutaenda kule Masasi kwenda kuangalia namna halisi zaidi. Tunaomba serikali ituangalie kwa jicho la karibu, sisi wananchi tunateseka. Ni kero yetu kubwa hapa kijijini ni kero ya maji. Yaani maji ni kero sana hapa kijijini kwetu. Tunashindwa kula kwa wakati, tunakesha visimani, tunakuja kuchota maji, kungojea maji, tunagombana na wanawake wenzetu kwa sababu ya maji. Naomba mtusaidie, sasa hivi mwezi sasa maji hayatoki, naomba mtupe msaada wenu. Tunaenda na ngaya lisekese mjini wakota tunafika kwa hiyo kama nyinyi kama serikali mnajua uchumi unavyoenda maji, mtusaidie ili yatoke tufate majukumu yetu na wakazi 1,750. Hapa kwetu kuna changamoto kubwa ya maji, maji ya shida sana. Kwanza kabisa mabomba uwaga yanakuwa yanakatika katika upungufu. Naam, hao ni baadhi ya wa wananchi sasa ambao wameonyesha kwamba bado changamoto ni kubwa maji umeona yale nimeona mm, ni si, liakisima. Si maji safi yani mm. Hata kufulia yani yale labda, ya labda umwagie kwenye kwenye mboga ah, tamboga zitawekanayo pia sio salama gadeni hivi sijui okay. Anyways, lakini ndio maji ambayo uh, wananchi wa eneo hilo wanayatumia kwa sasa hivi. Mwenzetu John Kasembe kutoka kule Mtwara umeona maji hayo mm, naona mwenzetu John Kasembe kutoka kule Mtwara eh, ana, ana, anaenda kuzungumza sasa mm. Twende sote tukamsikilize kile ambacho uh, wananchi hawa wataenda kuahidiwa sawasawa. John Kasembe, habari ya Mtwara ndugu yangu, hayo maji yahakikisha kwanza haunywi. uh, nashukuru Mungu Mtwara ni salama. Kama walivyosema nipo hmm. Masasi, wilaya Masasi. Hmm. Halmashauri ya mji wa Masasi. Ni kweli hali ya maji kama mlipoiona hivyo kwamba yapo maeneo bado yamekuwa na changamoto kubwa, ambapo wananchi wanalazimika kama mlivyoona eh, kuchota maji katika vile visima vya asili, lakini bado jitihada za serikali zipo na zinaendelea eh, kuhakikisha kwamba changamoto hii inakusha kabisa kuboresha miundombinu na mambo mengine. Basi Kasembe, eh? sisi tusijimalize kama tukuachie mm, wewe pamoja na mhusika tupate kusikia ahadi za serikali kwa wananchi wa Masasi. Asante sana. Ni kweli hapa sasa nipo na mkurugenzi wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Manawasa. Hii mamlaka ipo chini ya serikali ambapo inafanya majukumu yake katika wilaya za Masasi na Nachingwea. Nachingwea ni mkoa wa Lindi na Masasi mkoa wa Mtwara. E, mkurugenzi, labda tukukaribishe katika kipindi hiki cha moja kwa moja katika alasiri launch leo hii tuweze kufahamu namna ambavyo changamoto hii ya maji ilivyo katika wilaya e, ya Masasi, lakini pia katika wilaya ya Nachingwea. Karibu. Asante sana ndugu mtangazaji. Uh, ni kweli mimi naitwa Kiula Makala Kingu ni mkurugenzi mtendaji mamlaka maji safi na usafi wa mazingira uh, Mwanawasa. mamlaka yetu hii uh, ni moja kati ya mamlaka ambazo zinahudumia zaidi ya mkoa mmoja. Sisi tunahudumia mkoa wa Mtwara uh, katika wilaya ya Masasi na wilaya ya na Nanyumbu, lakini pia tunahudumia mkoa wa Lindi katika wilaya ya na Nachingwea pamoja na baadhi ya vijiji karibu kumi na mbili, kumi na tatu ya wilaya ya Ruangwa tunahudumia vijijini pamoja na mjini. A ni kweli i kipindi hichi, hasa tunapoingia kipindi cha kiangazi, na kwa ni kipindi ambacho demand ya maji inakuwa ni kubwa sana, lakini pia kutokana na analysis tulizofanya au upembuzi ambayo tumeofanya, tumekuja kuona kwamba mahitaji ya maji katika maeneo yote haya yote ambayo sisi tunahudumia, tunapaswa kuwa na uzalisha maji zaidi ya lita milioni 24.4 kwa siku. Hayo ndio mahitaji halisi kama unavyojua miji inakuwa, uh, mambo yanabadilika, kuna viwanda vinaongezeka, biashara nyingi zinafanyika. Kwa hiyo tumeuta mahitaji ya maji yanafika lita milioni 24, lakini uwezo wa sisi kama taasisi kuzalisha maji mpaka sasa hivi tunaweza kuzalisha maji sio zaidi ya lita milioni 11 kwa siku. Kwa hiyo ukijaribu kuangalia kwa, unaona kwamba tuko chini ya nusu ya uwezo wa taasisi kuweza kuzalisha huduma ya maji. Uh, na hii imeweza kupelekea uh, kuwa na kipindi cha mgao kuna baadhi ya maeneo wanapata maji uh, masaa machache, wengine wanapata masaa mengine. Kwa wiki angalau utapata maji mara mbili mara tatu mara nne, wengine mara tano, inategemea na, na jinsi miundombinu, jinsi ambavyo imekaa. Lakini haya yote ha yametupelekea, sasa, unajua ukipata changamoto unapata na akili ya kutatua zile changamoto zote. Chanzo kikubwa cha haya maji ni wapi? Sasa chanzo kikubwa cha haya maji, si tunategemea sana maji katika sehemu kubwa mbili, moja ni maji kutoka ardhini na visima vichache eneo ambao viko eneo la e, e, katika mji wa Mangaka uh, wilaya na nyumbu, lakini pia maji kutoka kwenye chemchemi za Mbwinji, ile Makonde plateau imekuwa ikitoa chemchemi za maji kutoka kule. Na unadhani changamoto hii imesababishwa na maji kukauka au tatizo kubwa ni nini? Kwa maana yetu haya, hatuwezi kusema maji yanakauka. Sawa, kuna, kuna mabadiliko ya tabia nchi yanatokea, lakini mpaka sasa chanzo ambacho jinsi ambavyo kilitengenezwa mwanzoni bado production ya maji iko vile vile. Kinachotokea ni kwamba kumeongezeka mahitaji ya watumiaji huku maeneo mengine kwenye hizi kwenye vilaya na, na vijiji ambavyo tunapeleka maji, mahitaji yameongezeka, lakini miundombinu ambayo iliyopo ambayo ilikuwa imewekwa ni hiyo ambayo ilikuwa inaweza kuzalisha lita milioni milioni kumi na moja kwa siku, na sasa hivi tunaenda kwa mahitaji ya lita milioni 24 kwa siku. Kwa hiyo unaona unaona kunakuwa na gap ambayo inabidi lazima tuangalie ili kuweza kui-cover hiyo changamoto hii nadhani sawa mikakati ipo kwamba changamoto hii nadhani inakwenda kumalizika. Mikakati ipo ni kuhakikisha kwamba mnakwenda kumaliza changamoto hii kwa wananchi. Kazi kubwa sana imefanyika, na labda nichukue pia fursa hii kuishukuru sana serikali ya awamu ya sita kwa kazi kubwa ambayo inafanya, hasa kumtua mama ndoo ya maji kichwani. Uh, hapa tunapozungumza tu uh, mwezi uliopita tumepata idhinisho la fedha karibu bilioni 3.5 kwa ajili ya kuongeza idadi ya maji hapa eneo la Masasi. Maanake ni kwamba tuna eneo la Chipingo ambako tutaweza kujenga mtambo mwingine wa kuzalisha maji ambayo tutazalisha maji almost lita milioni 1 kwa ajili ya kusubsidize baadhi ya maeneo, lakini pia tumepewa fedha nyingine kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya hapa mjini Masasi. Lakini hiyo haitoshi tu, tumepata fedha nyingine bilioni 2.9 kwa ajili ya Nachingwea. Nachingwea ni mji ambao unakuwa haraka sana na umekuwa na mambo mengi kimaendeleo. Unajua kuna madini kule, kuna kilimo cha korosho, kuna mambo vitu vingi vinafanyika kule. Tumepata bilioni mbili nukta tisa kwa ajili ya Nachingwea, ambako hiyo itapelekea tuna visima kule karibu sita tutajiviendeleza viendeleza tuweza kuzalisha maji almost lita milioni moja pia lakini pia kuna eneo ambalo bomba lilikuwa likipasuka mara kwa mara, kuna uchakavu wa miundombinu, tutabadilisha bomba la la kipenyo cha cha nchi cha cha nchi uh, 24 kwa kilomita kama saba. Kwa ni kazi kubwa ambayo inafanyika tayari mkandarasi yuko site. Lakini kwa maeneo haya ya Masasi tayari tumeshapata idhinisho la kutoka wizara, lakini na, na, na, na pia tumeshatangaza hiyo kazi na tunatarajia mwezi huu mwishoni tutapata wakandarasi kwa ajili ya kuanza kufanya kazi kuboresha miundo mbinu, lakini pia kuongeza idadi ya maji. Lakini hiyo haitoshi. Sisi ni moja moja kati ya wanufaika wa miradi ya miji E, serikali imewekeza bilioni 36 katika mradi wa Mangaka kwenye, kwenye mto Ruvuma chanzo cha mto Ruvuma, chanzo cha mto Ruvuma, ambako tuweza kuzalisha maji lita milioni tano kwa siku. Utaona tutapata hizo milioni tano, lakini mahitaji ya Mangaka penye pale ilivyo ni mahitaji ya lita milioni 1.5, maana yake ni kwamba tutakuwa na maji mengi na maji ya ziada ambayo hayo tumeshafanya usanifu wa kuweza kupunguza hayo, hayo maji pia yaje, yani katika eneo la, la Masasi kwa kazi kubwa sana inaendelea kufanyika, lakini hiyo haitoshi tu. Serikali baada ya kuona kwamba sasa uh, mahitaji yanaongezeka na, na maendeleo yamekuwa ni makubwa katika eneo hili, tumeenda kuundua chanzo kingine cha maji, kiko eneo la Nyangao ambacho yenyewe kina uwezo barabara ya hii barabara ya, ya, ya, ya barabara kuelekea Lindi, kina uwezo kuzalisha maji lita milioni tisa kwa siku. Tayari wizara imeshatuma wataalamu, wataalamu wanakwenda site sasa kwa ajili ya kufanya uh, nasema upembuzi yakinifu kuangalia ule mradi utafanyika na utakuwa ni gharama kiasi gani ili tuweze kutafuta fedha kwa ajili ya kujenga ule mradi. Maana yake ni kwamba tuna uhakika kutokana na slogan tulionayo na ilani ya chama ambayo tumekabidhiwa ya kwenda 2030 ambapo tutakiwa tuwe na asilimia mia moja ya maji mjini. Na kutokana na kazi hiyo ambayo tutakwenda kuifanya na miradi hiyo ambayo inakwenda kutekelezeka tuna uhakika by 2030 tutakuwa na asilimia mia moja ya huduma ya maji hapa mjini Masasi Nachingwea, pamoja na mji wa Mkaka kugazi. Ingawa bado jitihada tunaziona zinafanyika na kama walivyosema mgao huko, lakini kumekuwa pia na maeneo mage yamekuwa yakitoka usiku tu saa nane saa tisa wananchi wamekuwa wakilalamika kwa nini inatoka usiku, hali hile ipo kwa namna gani? Ah, uh, mamlaka za maji au mamlaka ya maji Masasi Nachingwea tunafanya kazi masaa ishirini na nne hakuna muda wa kupumzika, masaa tunafanya kazi na masaa tunazalisha, tunazalisha maji. Kwa hiyo wananchi wanapopata maji wakati wa usiku tafadhali wayapokee, wayahifadhi kwa ajili ya matumizi kwa sababu wakati wa mchana pengine anaweza kawa anapelekwa sehemu nyingine. Kwa, kwa hiyo ni hatuwezi kugaranti kwamba utapata maji asubuhi tu au mchana tu kwa sababu tunafanya kazi masaa 24 na mahitaji ya maji, maji hayana muda, muda wote maji yanahitajika. Kwa hiyo, yanapatikana muda ule, wananchi wayahifadhi kwa ajili ya matumizi ya baadaye lakini pia kumekuwa na changamoto ambayo tunakabiliana nayo kwa sasa. Najua mikoa yetu ya kusini, unajua kuna changamoto ya umeme pia e, najua serikali inaenda kuwekeza sana kwa ajili ya kuboresha, uh, hali ya umeme kwa kusini. Tunajua gridi ya taifa very soon itafika maeneo yetu haya, lakini pia wameweka kinu kipya cha kuzalisha umeme pale Mtwara kwa ajili ya kuweza kufanya huduma ya umeme iwe bora zaidi. Wakati wanaboresha unajua, wakati wa maboresho kunakuwa na breakdown ambazo zinakuwa zinatokea. Kuna muda ambao wanakatika muda wa high voltage, kunakuwa na low voltage. Kwa muda wote ule ambao kunakuwa na high voltage na low voltage, uzalishaji unakuwa unapungua. Kwa hiyo hiyo mmoja kati ya vitu ambavyo kidogo vinatuathiri, lakini tunajua uh, itakapokamilika hizi changamoto ambazo namalio za umeme huduma ya maji itarajia kuwa vizuri zaidi, maanake tutaweza kuzalisha maji muda wote. Kutakuwa hakuna breakdown yoyote ya ya umeme, labda itokee okay, kwamba bomba limepasuka, lakini otherwise uzalishaji tunatarajia utaimarika zaidi. Unadhani sasa, labda changamoto hizi zinakwenda kumalizika kwa muda gani? Lakini pia tumewasikia baadhi ya wananchi wanazungumza pia changamoto kubwa iliyoko huko pia baadhi ya miundo mbinu eh, mibovu hali hii inakwenda kumalizika vipi? Lakini haswa haswa sasa wananchi wanakusikia sasa, e, mikakati tunaiona ya uboreshaji, ongezeko la miradi, changamoto hii inakwenda kumalizika kwa muda gani? Ndugu mtangazaji, kama nilivyosema, kwa mfano mradi wa kuongeza maji hapa tumeshatangaza, tumesha tena na mradi wa kuweza kuboresha miundombinu ya hapa ambayo ni miundo miundombinu mingi ya chakavu, tumeshatangaza tena. Tunatarajia mwisho wa mwezi huu tayari tutakuwa tutapata ukandarasi kwa ajili ya kuanza kazi. Tunatarajia mwanzoni mwa mwakani Januari 2026, kazi itakuwa inaanza, na ni kazi ya muda mfupi, ni kazi ya miezi nane mpaka tisa, kazi itakuwa imekamilika. Kwa hiyo tunatarajia mwakani, mwaka 2026, mpaka tunapofika mwezi wa sita, wa saba, kazi kubwa sana itakuwa imefanyika. Lakini wakati tunasubiri haya yanafanyika, kuna kazi ambazo tunaendelea nazo kuzifanya, kuhakikisha kwamba hichi kidogo kilichopo kila mmoja anakipata na kila mmoja ana haki ya kukipata. Tumetengeneza magrupu ya WhatsApp kwenye kila eneo kwenye kila zone kwenye kila kijiji wanatupa taarifa, eneo hili maji leo alifika, leo haijafika, tunaongeza nguvu kupeleka kuhakikisha kwamba kila mmoja anakuwa anapata ile huduma ya maji kutokana na hichi tulicho nacho, tunagawana sote sawa sawa. Mradi mmoja mkubwa ambao umezungumzwa sana ni ule mradi wa mto Ruvuma ambao kwa kiasi kikubwa wananchi wa Nanyumbu wamekuwa na, na kilio cha muda mrefu sana, na ule mradi tumejua umeanza kutekelezwa na mabilioni ya fedha yameanza kutumika. Upoje kwa sasa ule mradi? Ndugu msikilizaji, mradi ule ni mradi, ni kweli, ni moja kati ya miradi ya kimkakati kwa ajili ya kumaliza tatizo la maji katika mji wa Mangaka pamoja na viunga vyake, na kama wanakwenda uh, kama wanakwenda Songea, Tunduru huko Mradi huu mpaka sasa hivi umeshafika asilimia themanini na tatu. Mradi huu ulikuwa na component kubwa tatu au nne. Moja ilikuwa ilikuwa ni ni kujenga tanki pale pale Mtoni lakini kulaza bomba lakini pia kazi nyingine ilikuwa ni kwenye kutengeneza ile treatment plant, ule mtambo wa kuweza kuzalisha maji. Na vile vile kulaza bomba kutoka kule eneo la Mtoni, kufika mpaka mji wa Mangaka ni zaidi ya kilomita 68. Kazi hiyo imeshakamilika asilimia mia moja, imeshalaza bomba asilimia mia moja. Tumeshajenga tenki la lita milioni moja katika mji wa Mangaka, kazi imekamilika kwa asilimia mia moja. Sasa hivi kazi iliyobaki tumeanza kufunga pump. Pump nyingi zimeshafungwa tayari, sasa tunafunga panel pamoja na kufunga transformer. Transformer zimeshafika site, panel zimeshafika site, kazi inayofanyika sasa ni kuanza kufunga. Na mradi huu tunatarajia paka mwakani mwezi wa tatu watu wataanza kupata huduma ya maji. Tunatarajia mwezi wa pili mwishoni tutaweza kufanya testing ya mtambo, na hapo tunafanya testing wananchi watakuwa wanapata huduma ya maji. Uzuri wa eneo la Mangaka, miundombinu tayari ilikuwepo. Walikuwa hawana maji. Kwa wale ambao na miundombinu tayari, wataanza kupata huduma ya maji. Lakini vile vile tumeweza mkakati ya kwanza kuwaunganisha wateja kwenye majumba yao moja kwa moja kwa eneo la Mangaka. Muda sio mrefu, very soon kazi itakuwa imekamilika, kwa sababu mkandarasi ana spidi nzuri. Mkandarasi haidai serikali, ameshalipwa fedha almost asilimia themanini ya fedha anazodai kwa hivyo bakia tu yeye akimaliza kulipa akumfanya kazi yake, anakuwa analipa nilichobakia na kazi, anaweza kuikamilisha. Nadhani kama mamlaka pia, changamoto za maji inapojitokea, kuna athari zozote tunazokumbana nazo sisi kama mamlaka. Watu wakikosa huduma maji ni moja kati ya athari, tunaathirika kisaikolojia. Sisi ni watoa huduma, sisi tunapaswa wananchi wapate huduma ya maji wananchi wakikosa huduma ya maji sisi kwetu ni athari kubwa. Maanake ni kwamba haionekani thamani ya kuwepo taasisi ambayo inashuika na maji. Hiyo ni moja kati ya athari ambazo zinapatikana, lakini pia wananchi wakikosa huduma ya maji, maana hawalipi bili. Wakishindwa kulipa bili, maanake huwezi kuwekeza kwenye miundombinu mingine. Kwa hiyo athari kubwa ni athari za kiuchumi hizo, lakini pia kuwafanya watu wanashindwa kutekeleza majukumu yao, kufanya biashara zao, kufanya kilimo kwa sababu ya kwanza kutafuta huduma ya maji. Kwa athari kubwa tunaoipata sisi kama mamlaka sisi kama custodian ya huduma ya maji ni kuona wale watu wanakosa huduma ya maji, ndio maana tunakaa usiku na mchana kuhangaika kutafuta mbinu zinazowezekana, kutafuta fedha popote zinazopatikana, ili angalau kuweza kuboresha hii huduma ya maji irudi kama hapo. Kuna kipindi fulani tulisikia mamlaka eh, inaongeza miundombinu pale maili sita kuhakikisha kwamba hata kama kutakuwa na changamoto ya umeme, eh, unaweza kupata yale maji pale, yanaweza kuingia kwa muda wote na kuweza kuoperate mji wa Masasi. Hatua ile yuwe, yuwe, yuwe? hatua inaendelea. Actually ni kweli tulikuwa na majaribio hayo kufanya hivyo, lakini baada ya kuingiza maji kwenye, kwenye network, kwa sababu ilikuwa tutoe maji mlimani kule moja kwa moja yaje kwa ajili kwenye, kwenye miundombinu ya wananchi ukipima elevation miinuko, unajua mambo ya geography yalivyokaa, bado maji hayawezi kufika vizuri. Yanafika lakini sio vizuri, na ndio hiyo unayosema kwamba watu wanapata maji usiku. Maana kwa maeneo yale watu wanapata maji muda wote mpaka usiku, ndio maana hiyo unasema. Lakini kwa kwa sasa, kwa vyote vile, lazima kuwe na kusukuma maji kutokea pale kwenda kwenye matenki, halafu kwenye matenki kuweza kuyagawana maji kwenda kwa wananchi kwa namna gani? Sasa kurugenzi, unahakikishia wananchi kwamba kilio hiki ambacho kimekuwa kikiwa wanakilia e, kipindi chao hiki chote kinaweza kwenda kumalizika ama kupungua ama kuisha kabisa? Kwanza wananchi wenyewe watakuwa mashahidi wakiangalia hali iliyokuwa ya maji miaka miwili, mwaka mmoja uliopita, si ambayo iko sasa. Kuna improvement kubwa, kuna na, botoa, na kwa, unajua jinsi unavyotoa ndivyo watu wanavyohitaji. Kumekuwa na improvement kubwa sana ya huduma ya maji katika mji wa Masasi Mangaka pamoja na Nachingwea improvement ipo kubwa sana tunaweza kusema, lakini kwa hichi ambacho kinatokea, watu ambao wanahitaji kuongezeka zaidi, niwahakikishie wananchi kwanza waiamini serikali yao. Serikali iko madarakani na serikali inafanya kazi kwa kuangalia wananchi wanataka nini na huduma gani ambazo kwa kwajia, kwa ajili ya kuboresha. Lakini pili, utoamini sisi watu mamlaka ya maji na usafi wa mazingira, kuna utaalamu wa kutosha Tuna, tuna iga kwa ajili ya kufanya kazi ku deliver ili watu wapate huduma ya maji, na tuna uwezo wa kuweza kuwapatia huduma ya maji. Kwa hiyo ni waondoe hofu wote, ambao wana changamoto zote wazilete, tazifanyia kazi, lakini pia kuhakikisha kwamba huduma ya maji inaboreka, kwa sababu ndio kazi yetu kubwa ambayo inatuleta kufanya kazi. Uenda labda upo uwezo wa mamlaka kujiendesha, hata tumeona kipindi fulani kwa unapiga kelele sana kwa wateja kulipa bili za maji ili kuweza kujiendesha, labda moja cha changizo linalosababisha baadhi ya changamoto hizi za upatikanaji wa maji baadhi ya maeneo. Ni kweli unapolipa fee, bili za maji zinapolipwa kwa wakati inatupa nguvu ya kuweza kuwekeza na kuweza kuboresha huduma za maji. Wateja wanapochelewa kutulipa na kwa, ndio ni kweli unapokuwa huna fedha huwezi kufanya chochote, huwezi kuwa na maendeleo yoyote kwa pamoja na kuboresha huduma hii. Pia ni toa wito kwa wananchi wa Masasi na Nachingwea pamoja na mungana kakisha wanipa bili zao za maji kwa wakati, wakipata huduma huduma wanaoilipia ndio ambayo inazidi kuboreshwa na kuweza kupata kupata huduma iliyo bora zaidi kuliko kuliko jana. Kwa namna ambavyo changamoto hizi za maji zimekuwa zikijitokeza baadhi ya maeneo, nimeshawahi kupata labda malalamiko au changamoto yote kuwepo kwa milipuko yote ya magonjwa baadhi ya maeneo, maake tumesikia kuna baadhi ya wananchi bado wanatumia eh, visima vya asili kwa maeneo haya ya masasi tangu nimefika na mwaka mmoja na nusu sijawahi kusikia kuna changamoto kipindupindu eneo la nachingwea sijasikia changamoto ya kipindupindu changamoto kipindupindu ilipata eneo la mangaka ambako sehemu kubwa ambayo haina huduma ya maji Uzuri ni kwamba mamlaka hii ya maji safi na usafi wa mazingira ya masasi manawasa tumefunga vifaa ambavyo vinatupa hali ya maji quality ya maji on real time sasa hivi hapa nikifungulia kwenye mfumo utaangalia kila eneo. Sasa hivi maji yako kiasi gani, lakini quality ya maji ikoje kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo tunapopata changamoto yote tunapata alert moja kwa moja, eneo fulani quality ya maji imepungua, naenda kaboresha. Kwa hiyo mifumo hii imetusaidia kuweza kumanage migao ya maji, lakini pia kumanage ubora wa maji. Wito wako, tukiwa tunamalizia, wito wako ni nini kwa wateja wako? Wito wangu kwa wateja, uh, kama nilivyosema awali, kwanza uiamini serikali yao waamini mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Masasi Nachingwea kwamba tunaweza kufanya kazi, lakini pia niwahakikishie kwamba huduma ya maji inakwenda kuboreka muda sio mrefu, kwa kutokana na miradi ile ambayo nimesema, lakini pia niombe wananchi kuwa walinzi wa uzuri wa miundombinu ya maji. Sasa hivi nimezuka wimbi la wizi wa mita za wateja. Niwaombe wateja kwanza watusaidie kuzitunza zile mita ambazo wamezifunga katika maeneo yao, lakini pili watusaidie inapoonekana kuna mtu anaharibu ile miundombinu na sisi tuweze kushughulika nao, tuweze kuboresha miundombinu. Lakini pia watusaidie wanapoona maji yanamwagika barabarani, kuna hali yote ya hujuma inayofanyika, watupe taarifa, na sisi tuko tayari kuzipokea na kuzifanya kazi kwa wakati. Asante sana, Mkurugenzi. Sana sana, sana, sana sana. Sana. Balkis, kama tulivyosikia, ni mkurugenzi huyo wa Mamlaka ya Maji Safi na Usafi wa Mazingira Manawasa ambaye ametueleza namna ambavyo mikakati ambayo inakwenda sasa kumaliza changamoto za maji kwa wananchi wa wilaya za Masasi na wilaya na ya Nachingwea lakini pia kupitia mradi mkubwa wa Nanyumbu. Eh, ni hayo tu kwa sasa Balkis, tuendelee na kipindi hiki. Tunakushukuru sana Kasembe, na bila shaka e, msisitize tu mkurugenzi kwamba hayo yote yasiishie kwenye makaratasi yaende kwenye utekelezaji, ili itakapofika mwezi March, sisi tutamtafuta tena, Mwenyezi Mungu atupe uhai bila <laughs> shaka, anatusikia ana, ana vizuri, kwamba itakapofika mwezi March, sisi tutamkumbusha kwamba uliwaahidi uli wakazi wa Masasi Nachingwea na baadhi ya vijiji kwamba e, adha ya maji itakuwa imekwisha ama imepungua kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu awatangulie. Tumesikia pia bwana, kumbe sisi tukikosa maji na wao pia wanapata adha ya e, kisaikolojia. hawalali vizuri, wanaanza, wananchi watapataje maji? Hilo jambo zuri <laughs> linawapa nguvu zaidi ya kuendelea kututafutia sisi tuweze kupata maji na wao wapumzike, au sio? Kabisa kabisa, tunakushukuru sana. <laughs> Kifupi tu, Balkis, watendaji wa mamlaka hizi za maji mm -hmm. nao binadamu kama sisi, yani, na wao wanakwenda kutafuta maji pia, alafu pale anapoishi na na, si ndio, eneo hilo hilo, na yeye anakuwa anakosa, tunajumuika nao na yeye anakuwa anakosa maji kabisa kabisa, ila ndugu yangu eh, kote wanakosa maji ila sio